Viongozi wetu tuliowachagua mko wapi? Rudhi Kuya na gavana wetu wako wapi? Tuliwachagua ili mkaweze kuangalia shida zetu sisi pamoja na watoto wetu. Tumeona ya kwamba sisi tunaangamia, tukiwa Wakenya, tukiwa wananchi wa Turkana tunaangamia, kwa sababu sasa tunaumia. Wengi wanaanza kuombaomba, kurudia nyuma tena kuombaomba, na tuliacha kuombana kitambo tumeona shida imetu, imetulemea. Kuna choo? Tukiwa na customers wetu hata wanapokula hakuna maji, ya kwenda kujisaidia hakuna. Na wakikula hapa hivi, hata wana shida, wanaenda kujisaidia wapi sasa? So, hiyo ndio ilikuwa tunaomba na kwa kaunti kanzo ya hapa Turkana, hapa Lodwar, mpate kujisaidia tusaidie kwa sababu tuko na watu ya kusafiri makasama zetu wa hapa karibu tunakaa na wao hapa, tusaidie tu, hata kwa upande wa maji tusaidie tu, kwa sababu ni Mungu ndiye alikutoa wewe, hakuna mtu mwingine. Tunajua tu Mungu baada atakupigania macho. E, hata machoo utuangalie, sababu hakuna saa hii, hata matira kwa matira ndio tunaenda, hakuna mahali ingine. Hata tukizunguka hapa taoni, lazima uende tukupeana pesa saa ingine, hata hakuna, sijauza hata hiyo sambusa ile nazungukia ndio niende ninunue choo sasa, hiyo kitu ndio ina